Wanaruvuma ni sehemu ya mikoa kumi na moja inayoongoza kwa pato la taifa na nyinyi wanaruvuma, <coughs> nyinyi wanaruvuma mnachangia kwenye pato la taifa trilioni nane nukta mbili kwa mwaka wa fedha wa sasa <coughs> nyinyi wana ruvuma ni miongoni mwa mikoa minne ambayo inaongoza kwa GDP na pato la mtu moja moja nyinyi ni namba nne baada ya Dar es Salaam iringa na arusha na mi nayetoka arusha naona tuko pamoja kwa hiyo nimekuja hapa kwa heshima ya Dkt Nchimbi kwamba kwa, kwa sisi tuliotoka vyama hivyo tanzania iko salama kwenye mikono ya chama cha mapinduzi. Kuna watu watapita hapa, watawambia eti muandamane, msikubali kufanya uchaguzi. Msiwasikilize. Chama cha siasa duniani kote kinatambulika kwa sera. Kupinga pinga siyo sera. Huko tuliko Tulikuwa tunapinga kila kitu. CCM inasema tunajenga bwawa la Mwalimu Nyerere tuongeze umeme, tunapinga. CCM inasema tununue ndege tuongeze usafiri. kama kiwanja cha ndege cha Songea, zimeletwa pesa zaidi ya bilioni arobaini kukarabati na wasafiri wameongezeka. Tulikuwa tunapinga reli ya umeme ijengwe, tunapinga. Hivi ni vyama vya kupinga, kupinga, sio sera. Lakini chama cha mapinduzi, chama cha mapinduzi, ubora wake kinashughulika na maisha ya watu. Ukimwona mkuu wa wilaya akiweka kikao, anajadili maisha ya watu, mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa halmashauri, meya, wabunge wanajadili maisha ya watu, kuwakwamua kutoka kwenye umaskini kwenda u kwenye ubora, hiki ndio chama ambacho watu wenye akili timamu wanakikimbilia. Na dokta Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa ambayo sisi wa Tanzania tunapaswa tumuunge mkono. Mbunge hapa amesema ni historia dokta Nchimbi kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mgombea makamu wa rais. Kwa mkoa wa Ruvuma sio peke yenu Dokta Nchimbi na si Iringa, tunajivunia ni historia. Mbeya tunajivunia ni historia. Njombe tunajivunia ni historia. Songwe tunajivunia ni historia. Mwana wa kunyumba lazima tumuunge mkono, tumpiganie. Huyu ni mwana wa kunyumba wa sisi wote. Wangapi wanamuunga mkono Dokta Nchimbi? Dokta Nchimbi, yeye hey, hey. Kwa kumalizia kwa sababu ya muda Ndugu zangu Dr Samia Suluhu Hasani tunahitaji tumuunge mkono. Na Songea imekuwa mwaminifu kwa Chama cha Mapinduzi, mmetoa kura nyingi. Amefanya kazi kubwa iliyotukuka. Nitoe mfano moja tu katika mengi aliyoyafanya katika kipindi cha miaka mitatu, huu ni mwaka wa nne. Ukienda katika eneo la afya tu idadi ya vifo vya watoto wanaozaliwa kabla dkt Samia Suluhu hajaingia kati ya watoto laki moja waliokuwa wanazaliwa kabla hajaingia walikuwa wanakufa watoto mia tano lakini katika kipindi hiki vifo vimepungua kati ya watoto laki moja wanaozaliwa wanakufa watoto mia lakini kama vile haitoshi katika kipindi ambacho Dkta Samia Suluhu ameingia katika eneo la afya, kipindi hicho hicho Raisi Mwinyi alichokaa miaka mitatu madarakani, yeye alijenga vituo vya afya sita. Kipindi hicho hicho alichokaa Dkta Samia Suluhu Hasani, rais Mkapa alijenga vituo vya afya arobaini sita kipindi cha miaka mitatu kama hii ya Samia Suluhu Hasani, Dkta Kikwete alijenga vituo mia moja na saba kipindi hicho hicho kilichokaa Samia Suluhu Hassan JPM Dr alijenga vituo mia nne na sita lakini Dr Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka mitatu kuonyesha na wajali wa Tanzania amejenga vituo zaidi ya elfu moja na kumi na moja hebu mpigieni makofi kwa hiyo ni rais anaye kuchaguliwa tena, na tuna sababu kubwa kwa nini rais Samia achaguliwe. CCM ndio chama pekee ukilinganisha na vyama vyote, chenye personeli ya kutosha, wataalamu wa kutosha walioshiba. Ukiwaangalia kwenye timu hizo zingine, hawana uwezo wa kuongoza nchi hii. CCM wa Tanzania ndio chama pekee kinachotakiwa kiunge mkono kwa sababu kinashughulika na maisha ya watu na Watanzania tuko salama kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi.